Watu wawili wanahofiwa kufariki baada ya kuzama ndani ya bomba la maji taka katika eneo la Bamburi huko Mombasa. Maofisa wa kaunti wamekuwa na kibarua wa kigumu kujaribu kufikia eneo la mkasa na kulazimu kuvunja baadhi ya sehemu za nyumba ili kutoa nafasi ya uokoaji wa wawili hao. Walioshuhudia tukio hilo wanasema hakuna aliyefahamu kuwa sehemu ya banda la kutazama sinema lilijengwa juu ya bomba la maji taka. Kulingana na serikali ya kaunti, bomba hilo lina kina cha zaidi ya futi mia moja. Uchunguzi pia ume uchukuzi pia umeathirika hasa maeneo ya Bamburi mwisho baada ya maofisa wa polisi kufunga sehemu ya barabara nao ndani, nonokuta poromoka dongo la kwanza, waliingia wao chini, dongo la kwanza kija kawafinika, ukaja ukuta wa pili kija ukawafinika, ukuta wa tatu kwa kumalizia na, na, na tangila maji moja juu, hizi mabomba za kitambo zingine zilitengenezwa zili wakati ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya Mombasa inakuwa pua. Moto ilipopotea ni kama kuna watu kadhaa waliokoleka kwa maana wengine walitoka nje, wale waliobakia pale ndani ndio lile shimo likawazamisha. Hebu fikiria ingekuwa moto bado huko mpira waendelea kuongeza watu wingi sana pale ndani, so kitu chochote ukitua pale ndani, unajua uta create space. Ukreate space, mchanga mwingine utaanguka so hatutaki kupeleka officers pale kama hatuja pia ha, they are not covered in, in culverts cause unaweza kuweka kijiko juu kuzuia, lakini ule udongo ukianguka kwa chini bado tutawaumiza wale officers. So we want to put culverts pale chini uh, at least mbili ama tatu zipande, ndio wale waweze wawe na working space na ikiwa nayo breathing apparatus. We we have ordered for lights, we put some lights ndio waone pale wanafanya.